Ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar imetoa ripoti juu ya ongezeko la wageni wanaoingia nchini kwa shughuli mbalimbali ikiwemo na utalii kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo linachochea ukuaji wa pato la taifa kiujumla. Akitoa ripoti ya jumla ya wageni walioingia nchini, Hassan Vuai, afisa tafiti kutoka kamisheni ya utalii katika ofisi ya mtakwimu mkuu Mazizini, mbele ya wadau mbalimbali wakiwemo na waandishi wa habari, amesema kuna ongezeko la asilimia 24 kwa wageni walioingia nchini mwezi Oktoba mwaka huu ukilinganisha na mwaka uliopita. Kwa mwezi wa Oktoba e, tulipokea wageni 86,740 na ndio walioingia kwa mwezi huo. Hili ni ongezeko la asilimia 24.2 kwa kulinganisha na wageni 69860 walioingia kwa mwezi wa Oktoba, uh, kipindi kama hicho mwaka jana. Aidha, kwa kulinganisha kwa mwezi wa Septemba 2025, ambapo jumla ya wageni 84154 waliingia nchini, ambao sawa na ongezeko la asilimia 3.1. Akitolea ufafanuzi kwa vitu vinavyoongeza ujio wa wageni, Dr. Stella Ngoma mdau wa masuala ya uchumi alisema miundombinu ni sehemu muhimu hususan, kuwepo kwa viwanja vya ndege vitakavyoruhusu safari za moja kwa moja, akilinganisha na mataifa, kwanza wanasema kuna direct flights. sasa tukitizama na sie uh, Zanzibar mwezi uliopita tulikuwa na 91 point something percent wamekuja kutokea airport yetu ya, ya Amani ya Abeid Karume. That means straight flights kutokea kwao mpaka hapa kwetu, which is a good thing. Na mwezi huu hivyo hivyo tumefikia asilimia 92. Kwa upande wao wadau wa utalii akiwemo Moto Lugobi meneja uchumi BOT Zanzibar, Rashid Abdallah Ali mrakibu wa jeshi la uhamiaji na Bakari Musa meneja tehama bima, walieleza mchango wa sekta hiyo ya utalii moja kwa moja kwa jamii. Ajira zozote zinaongezeka pale ambapo utalii unafanya nini, unaongezeka. Utalii ukiongezeka, hatuna statistics hapa za kujua, lakini utalii ukiongezeka, obviously shughuli nazo zinafanya nini, zitaongezeka a na muda miezi mitatu tutakuwa na muda multiple wa mwaka mmoja, mwaka mmoja atalipa dola mia na miezi mitatu atalipia dola hamsini. Lakini endapo atazidisha zaidi ya hapo basi kutakuwa na malipo mengine ya ziada kama hakufuata utaratibu. Eze wa Kenya, uh, wana utalii wa uh, misitu ya mikoko na sisi, nafikiri hii opportunity tunayo kubwa sana. Sekta ya utalii ndiyo muhimili wa pato la taifa kwa Zanzibar, ikichangia kwa kiasi kikubwa, ambapo watalii hutumia wa huduma mbalimbali, na inakadiriwa mgeni hukaa kwa siku tano mpaka saba. Nchi zinazoongoza kuingiza wageni ni pamoja na Italy, Ufaransa, Uingereza sambamba na Afrika ya Kusini. Kutoka Zanzibar, Hashim Kasim, Daily News Digital.